wanafunzi wa chuo kikuu cha Iringa washiriki katika zoezi la uchangiaji damu salama. Wa Palestina ishirini wauawa katika shambulizi la Israeli huko ukanda wa Gaza. Na katika michezo na burudani, mashabiki na wadau wa Simba Sports Klabu walalamikia uongozi wa timu juu ya mwenendo mbaya wa timu yao. Habari za kutwa mtazamaji, popote pale unapotofuatilia, hii ni taarifa ya habari kutoka hapa UoI Digital. Jina langu ni Rumina Mgani. Mratibu wa damu salama mkoa wa Iringa, Hubert Swalo awataka wananchi kujitokeza kwa wingi kuchangia damu ili kwa maisha ya wagonjwa wenye uhitaji. Zamda Umali ana undani wa taarifa hii. Ameyasema hayo katika zoezi la uchangiaji damu lililofanyika jengo la Blomquist katika Chuo Kikuu cha Iringa. Kigezo muhimu ataangalia wingi wake wa damu. Je, unatosha na ziada nyingine ya kumchangia mwingine damu atapimwa wingi wake wa damu. Wingi wa damu unaotakiwa ni kuanzia gramu 12.5 gramu kwa desilita na kuendelea. Sawa. So, baada ya hapo atakapo mnasii, mnasii atamuuliza baadhi ya maswali. Maswali kama 38 hivi juu ya afya yake. Kwa upande wake, muuguzi mkuu wa chuo kikuu cha Iringa amewasihi wanafunzi chuoni hapo kushiriki katika zoezi hilo, kwani linaweza kuwasaidia hapo baadaye itakapotokea uhitaji wa damu. Kuna wanafunzi hapa wana sickle cell, kuna wanafunzi wanakwaga na damu, wengine ama ambao shida zingine, lakini tukifika pale, kwa sababu ya tumekuwa wachangiaji au wanafunzi wanachangia vizuri sana damu hapa kwa kweli, hata kama hamna damu wale wanafunzi wanapata damu nao. Baadhi ya wanafunzi waliochangia damu chuoni hapo wameeleza namna walivyoguswa na, na zoezi hilo. Wengi sana huku wanahangaika, sasa mama wajawazito, kuna watu wengine wa matatizo ya kuishiwa damu mwilini wengine hawana fedha, wengine pia hawana ndugu ya kuchangia damu. Nashauri jamii a uh, changia damu pale inapohitajika, kwa sababu mimi leo sikuamini na sijaamini kwamba damu yangu inaenda kusaidia maisha ya watu ambao ni wagonjwa, naenda kuokoa maisha. Kwa hiyo jamii itoe damu kwa ajili ya kuokoa maisha ya watu. Kumbuke kwamba kitendo cha kuchangia damu ni kitendo cha hiari na ulazimisha kuchangia damu, lakini ukichangia damu u... inasaidia kuokoa maisha ya watu mbalimbali, mfano wajawazito waliopata ajali na watu wengine. Nikiripoti kutoka hapa chuo kikuu cha Iringa, Zamda Omari, UID. wanafunzi na waumini mbalimbali wa, wa kikatoliki chuo kikuu cha Iringa wafanya sherehe ya kuwakaribisha mwaka wa kwanza iliyofanyika Kefu Hall ndani ya chuo kikuu cha Iringa. Shakira Raisimo anatuarifu zaidi. Akizungumza wakati wa hafla hiyo, mgeni rasmi ambaye ni paroko wa kigango cha mtakatifu Jerome, Father Jordan amewashukuru wanafunzi na waumini wa kigango cha Jerome kwa kuwakaribisha wanafunzi wenzao na kuwasii, wasikate tamaa, washirikiane, watumie muda mwingi kuwa karibu na Mungu na masomo yao na kuhakikisha wanafuata sheria zote za dini. Baba, ninashukuru. Ninashukuru kuwasaidia eh, wenzetu hawa kuwapokea, mwaka wa kwanza mwaka mimi na imani, nimesikia kupendwa na karibisho naye makamu mwenyekiti wa kigango cha Mtakatifu Jerome amesema amefurahishwa na tukio hilo na kuwasii wanafunzi hao kuishi kulingana na hali za familia zao na washirikiane katika kuwaombea wahitaji wote. Baba ametuambia tunatakiwa kubaki katika imani, kusimama, tujali kanisa, pili, tuwajali wale wengine wenye uhitaji, tatu, tujue kilichotuleta hapa Nanne tuangalie ile historia familia, nafunzi, wa maoni, ya familia zetu tulizoziacha majumbani kwetu. Kwa upande wao wanafunzi watoa maoni juu ya sherehe hiyo ilivyo slogan ya TMCS kwamba TMCS, kipaumbele kwa wahitaji. Kumbe basi katika kushirikiana tushirikiane na watu e, na wenzetu bila kujali kwamba huyu ni mtu wa namna fulani au ametoka namna fulani ana uwezo wa namna fulani ndipo tutaweza kujenga kanisa lililo bora na chuo kikuu cha Iringa ambacho tunasema ni nuru mpya. Hivi ndivyo sherehe za kuwakaribisha mwaka wa kwanza wa Katoliki chuo kikuu cha Iringa zilivyotamatika. Kitu kikubwa kilichosisitizwa mahali hapa ni kushirikiana na kutokata tamaa. Nikiripoti kutoka hapa Kefol, mimi ni Shakira Raismu, UoI Digital. Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Iringa, Daudi Ya Yasen ameshiriki ame katika uzinduzi wa maadhimisho ya miaka 49 ya kuanzishwa kwa chama hicho kimkoa ambayo yamefanyika viwanja vya mapito kati ya Ruaha mkoani humo. Mwanahabari wetu Eliazari Matozi anatuarifu zaidi. Aiza ameongeza kwa utekelezaji wa ilani ya 2025 2030 ni maagizo kutoka viongozi wa chama cha mapinduzi hivyo wanapaswa kuitekeleza na siyo kuibeba kama wanavyosema, kwani wanachama wanahitaji vitendo na sio maneno. Utekelezaji wa ilani wa 2025 2 ulikamilika kwa asilimia kubwa sana, maeneo mengine ilikuwa ni ili zaidi ya asilimia 100. Kwa hiyo sasa tunayo ilani ya 2025 2030, ambayo kazi yetu sisi Chama Cha Mapinduzi ni kusimamia utekelezaji wa ilani hiyo. Kwa upande wake diwani wa viti maalum manispaa ya Iringa Mjini amewapongeza viongozi wa Chama Cha Mapinduzi kwa juhudi mbalimbali wanazozionyesha tangu kuanzishwa kwake barabara, sekta ya afya, maeneo mengi kwa kweli. Kama mwanamke ninajivunia na kama diwani wa viti maalum, tunapewa nguvu sana kutoka kwa mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa nafasi kwamba wanawake tunaweza. Naye mjumbe wa kamati ya siasa chama cha mapinduzi amesema katika kuadhimisha miaka 49 ya chama hicho wanajivunia kuwa na rais wa kwanza mwanamke ambaye ametekeleza miradi mbalimbali hususan sekta ya afya iliyokuwa haina vifaa tiba miaka 49 ya kuzaliwa kwa CCM, wakati ambao chama kimepiga hatua kubwa, maendeleo yanaonekana, vifaa tiba vimeongezeka, ukija sekta ya elimu imefanyika miradi mikubwa, lakini ukija kwenye upande wa barabara, barabara za lami zinaendelea kuongezeka, na kwa Iringa tumeona kero nyingi zinatatuliwa. Mwanamke huyu, Mama Samia Suluhu Hassan, ni mfano wa kuigwa. Huo ni uzinduzi wa sherehe ya miaka 49 ya chama cha

taarifa yake Eliazari. Na tukamilishia habari za kitaifa, tupate mapumziko mafupi. Tukirejea tutaungana na Simon Masoro kwa habari za kimataifa. wa Palestina wasiopungua ishirini wameuawa katika mfululizo wa mashambulizi ya Israel huko ukanda wa Gaza. Ripoti hiyo ni kwa mujibu wa vyanzo vya kitabibu vya eneo hilo husika. Watu saba waliuawa kaskazini magharibi mwa jiji la Gaza katika eneo la usambazaji wa misaada ya kibinadamu. Wengine saba wakiwemo watoto watano waliuawa baada ya shambulio la anga kulenga hema yao katika jiji la Gaza. Mashambulizi hayo yamejiri wakati jeshi la Israeli likijiandaa kuanzisha operesheni ya kuchukua udhibiti wa jiji la Gaza. Vilevile vile katika tukio jingine, watu watano waliuawa kwa risasi za Israeli wakati wakisubiri msaada kusini mwa Gaza, katikati ya ukanda huo. Shirika la habari la Wapalestina la Wafa limeripoti habari hiyo. Kwa upande wake, jeshi la Israeli limesema linachunguza ripoti hiyo iliyotolewa na shirika la habari la Wafa naye waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ametangaza operation kali ya ardhi dhidi ya wanamgambo hao. Asante Simon kwa kutupitisha kimataifa, mtazamaji, na sasa tuangazie habari za michezo na burudani zinazosoma kwako na Giazi Mkata <mucho> Wadau wa klabu ya Simba kutoka matawi mbalimbali mkoa wa Iringa wameulalamikia uongozi mbovu wa klabu hiyo ambao unapelekea matokeo mabaya kwa timu yao baada ya kushindwa kupata ushindi kwenye michezo minne mfululizo ya klabu bingwa. Chanzo cha mwendelezo mbovu wa matokeo ya Simba Sports Club tunaweza tukawatupia lawama moja kwa moja ni uongozi, kwa sababu katika mafanikio ya timu huwa hayaji mafanikio bila kuwa na uongozi bora. Tatizo kubwa hasa kwa klabu ya Simba changamoto za uongozi wao wenyewe kama kutakuwa kuna changamoto au kuna migogoro ndani ya klabu ya Simba, inaweza ikawa inaleta mipasuko ndani ya timu, ndio inakuja kusababisha hata fomu ya wachezaji na timu kiujumla inakuwa mbovu zaidi. Nao mashabiki wa soka mkoani humo wametoa ushauri wa usha nini kifanyike katika uongozi huo wa timu ili kuleta matokeo mazuri. Ami binafsi naweza nikaungana na Simba wengi katika taifa hili kulaumu uongozi kwa sababu tunaamini uh, tunavyokuwa tuna viongozi viongozi viongozi ndio ambao wanaisimamia timu, hatujui kwa sababu wao ndo wako jirani zaidi na timu. Tunaweza tukawa na majibu mengi ya kuweza, kuna nini kuyazungumza hapa kwamba inawezekana labda wachezaji wa, wa Simba wakifika pale wanakula good time sana eh, wanashindwa kutekeleza majukumu yao au kuna mambo mengine ambayo yanaendelea, chanzo inatokana na viongozi wenyewe katika klabu. Viongozi wanafarikiana katika klabu, kila kiongozi, kuna baadhi ya viongozi wanakuja na wachezaji wao, kama unakuta Mangungu anakuja na wachezaji wake, au mchezaji na ni kiongozi mwingine anakuja na wachezaji wake. Kwa hiyo ndio hiyo inakuja inaleta shida, wanatakiwa benchi la ufundi kwanza walivunja lote. Na hayo ndo baadhi ya maoni ya mashabiki wa Simba pamoja na wadau mbalimbali wa kimichezo, nikilipoti kutoka hapa mna la wasaa wa ni mimi Giazi Mkata wa UOI Digital. Shukrani sana Giazi kwa kutupitisha viwanjani. Na hii ni taarifa ya habari kutoka hapa UOI Digital. Mtazamaji, kabla ya kufikia tamati, tujifunze kidogo lugha ya Kiswahili kwa msamiati wa leo kutoka kwake Kalim Yasin. Nikusi endelea kusalia nasi. Hali gani mpenzi mtazamaji wa Digital, karibu kuna kipengele cha kupendwa cha msamiati wa Kiswahili, na leo tumekuandalia msamiati wa neno kere. Wewe unaelewa nini ukisikia juu ya msamiati huu? Kwa tukatizame baadhi ya wa wanafunzi wa chuo kikuu cha Iringa, wajaribu kutuelezea wao wanaelewa nini au wanaelewa vipi msamiati huu wa neno kere. Wewe unaelewa nini ukisikia neno hilo kere? Mtu ambaye anafanya kazi nyingi tofauti tofauti kwa wakati mmoja yani, okay. Yeah. Ah, sio kusikia neno kere kere, msijisikia yeye, usikia sasa. Mimi nataka nikugeuze sentence hapa, unaambia uone leo nini kupitia neno kere, kwa kupitia hiyo sentence. Sasa sasa ana sentence inasema kwamba kere za harusi zilimchosha mama, okay, eh ya sawa. Wewe una unaweza kwa umepata picha gani kupitia leo neno kere hapo? Ina kaja picha kama mbili hivi, ya kwanza kere za harusi zilimchosha mama, kere maana yake wenda ikawa zile kelele. No, pili labda mpanatoka okay, kuwatizama baadhi ya wanafunzi, wati wati e, msamiati, ya kere, e, Chessi, wanafunzi wa chuo kikuu cha Iringa, kujaribu kutuelezea uelewa wao juu ya maana halisi ya ni zile shughuli au vitu ambavyo vinafanywa na mtu kwa wakati mmoja. Nataka ni semao kwamba wanafunzi wanapenda kuona kere wakati wa mitihani. Jina ni Karimu Yasin, bwana misamiati. Asante sana Karimu, kwa kutufundisha lugha ya Kiswahili kwa msamiati wa leo, na hiyo ndiyo maana halisi ya msamiati kele. Nami nakuacha na sentensi semayo kiongozi mzuri ni lazima awe na kele, mtazamaji. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ni kushukuru kwa kuwa nasi mwanzo hadi mwisho. Tukutane kesho panapo majaliwa. Jina langu ni Erumi na ta Mgeni, asante na kwa heri.